Kuna magonjwa mengi ambayo huwa yanaathiri sana mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Ugonjwa mojawapo ni vidonda vya tumbo ambavyo vimekuwa vikisumbua watu wengi sana. Hii inasababishwa na mdudu tunamuita H. pylori ambaye anakwenda kushambulia wale bakteria wazuri na kufanya changamoto ya vidonda vya tumbo. Ugonjwa mwingine wa pili ni matatizo ya ini. Inaweza ikasababishwa na maambukizi ya virus ambayo naita kama eh, hepatitis. Lakini pia kuna matumizi ya pombe ambayo yanaweza pia yakapelekea changamoto ya matatizo ya ini. Lakini kuna ugonjwa wa kongosho. Kongosho inaweza likapata maambukizi, lakini pia linaweza likapata matatizo ya mawe kutokana na mawe kwenye, kwenye nyongo na hii inaweza ikasababishwa pia na matumizi ya pombe kupita kiasi. Kuna changamoto ya kuharisha eh, kuharisha au kuhara. Watu wengi wanapitia hii kutokana na vurugiko ambao unasababishwa pia na kuwepo kiwango kidogo cha wale bakteria wazuri tumboni, na changamoto nyingine ni constipation au kufunga choo Watu wapo ambao wanapata changamoto ya kukosa choo, anapata choo kigumu na baadaye inafikia hatua anapata kansa utumbo mpana. Kama una changamoto mojawapo kama hii, basi usikate tamaa, ninaweza nikakusaidia.